Bwana huyu ambaye anaingia ni shabiki kindakidaki wa mnyama Simba, ambaye halmashauri hapa ya mji hapa Babati e, mkoa wa manyara hapa, akiwa anaingia hapa kwa ajili ya kusapoti chama lake mnyama Simba, akiwa anaenda kucheza nusu finali ya e, mkondo wa pili katika kombe la CRDB Federation Cup. Bwana e, tuzungumzie naye hapa, tuambie kwanza, kiongozi, habari za wakati huu? Salama kabisa. Mimi vizuri. Safi kabisa. Mimi ndo mea, ndo ndo mwenyekiti wa almashauri ya mji wa Babati. Naitwa. Okay, sawa. Mimi ndo mwenyekiti wa almashauri ya Babati na mimi kwa majina yangu naitwa Abrahamani Huseni Kololi. Za diwani wa kata ya Maisaka. Yaani, mimi ni mshabiki mzuri kabisa wa Simba na nataka niwaambie haya mashindano leo tunashinda goli tatu. Leo tunashinda goli tatu tatu bila eh. Mage timu inataka kutuzoea hii Singida, timu yenyewe ndogo hiyo, inataka kuleta mazoea. Timu yenyewe bado ina miezi sita kutoka itengeni hundwe toka toka yazisho, timu yenyewe ina miezi sita hata hata mwaka ijamaliza, eti wataka, eti hata kuleta mazoea na mnyama, na kisa Yanga tu ndo ameingiza mkono hapo pale. Singida hamna mchezaji anaweza kaingia kwenye timu yetu ya Simba hiyo. Dakika ya kumi na tano ya kwanza utaona, na uje unitafute goli ni tatu eh, leo eh. Sisi wazee hapo tayari tumeshamaliza mechi tayari, ah. <laughs> tunaenda uwanjani ngombe meisha mwanangu, ay imeisha, tumemaliza eh, shughuli meisha. Vijana jana tumewapokea mambea, hata msifanye mazoezi hata, ah, msifanye mazoezi, timu yenyewe ndogo hiyo. E hey, wanatukamia tu wakicheza na Yanga na a wana, wanajivutavuta wana, wana, wana, wana, wana, wana, angalau timu mbili ile ya Yanga wa, wa, wanazima. hey, naam. Wanazima, wan, wan... leo leo atum, atumfungi Singida Singida yenyewe timu yenyewe sijui ilishuka mara ya kwanza, hey.

Sisi tulichoka tuna mashindano akafu. Yaani tumechoka hata hivyo. Jamani niambie tumetoka kule sisi sio timu kubeba Simba timu kubwa mwanangu wewe. Timu ya kushindana Simba. Umesema umesema kwamba leo mnashinda mabao matatu. Mabao matatu. Sibadilishi kauli yangu. Paka mwisho haikatokea wapi? Paka itokee timu nyingine nimekwambia timu ina miezi sita. Paka itokee. Toto mwenyewe. Ah wapi? Tim kubwa hii tumetoka mashindano gani? Unajua juzi ya kafu hii pressure yote imetulia. A, uliona tu mechi ya kafu ile, mwanangu, kombe ilikuwa la kwetu. Kama so njia wanje wamecheza nini? <laughs> ile kombe siko la kwetu mwanangu, hii yeah, kombe yab yananii nanii ya yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, shirikisho. Ajabu ah, si wamechukua tu eh, na sasa timu yenyewe usingia kushindana sisi tu, wanalalamika. Nimekusikia wewe, eti tuingize na timu. Nimesema hivi, kwanza walijaribu wakaweka nguvu kwenye hiyo timu ndogo, ili nikwambie, hao watoto hao walivyoweka nguvu, ili wakitufunga, ilikuwa wanategemea angalau watoe tu, watadraw ili baadaye Yanga waseme tunaingiza timu. Mbona eh, hiyo ili tukitoa drone tu, anajua tumepungua kidogo. Yaani pointi, anajua kabisa na <laughs> wao si tunawatandika nje ndani. Hapo sasa, leo tunashinda, tunamtaka Yanga. Ay, sasa ilikweje? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Yeah, bwana. laughs> Hey, hey, sisi tunamtaka Yanga. Tuala tuna shida na itibu hapa hii tuna ni kama tunapita tuna, tuna tu hawawezi kutukimbia manake sasa leo hapa tukimpiga Singida huyu alafu tukutane naye nani Yanga, make atatukimbia kwenye ligi. Unajua aingizi timu, hawezi ingiza timu mwanangu. We nani Mpanzu labda asiwepo, ile moto ni mwingine mwanangu angalia. Eh, Mpanzu mwanangu, alafu angalia Mpanzu, hawaingizi timu kwa sababu ya Mpanzu <laughs> e, wagome na hii, sasa ai, watagomaje sasa hey. Wamesema waingizi timu ai hapa akwenye <gatua> uh, ah eh, ah, mashallah mimi Saan, ni kiongozi na kwenye mji uweijaja bahati mbaya tulijipanga sisi waheshimiwa madiwani wa mji wa Babati, wananchi wetu tunawapenda, tukawambia subirini, wakati tunaingia ishirini ishirini moja katika ahadi yetu ya ye kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ni kujenga uwanja huu tu, tayari tumemaliza. Kwa hiyo sisi hata tuna uchaguzi mwanangu, tunapita. Hawa jamaa wanatupenda, yani nakuambia, wanatupenda balaa. Au vipi chuma hicho, mwanangu? Bendera ziko si sita, pazunguka hapa. hapa mjini hapa. yani ushindi tumemaliza mwanangu Haya, tayari yeah. tukutane saa kumi mwanangu nitafute. yeah, nah, nah, nah. <laughs> karibuni sana ah, yeah. hey, vipi mmepata maji ah, nah, nah, mmepata maji vijana yeah, nah, nah, nah, nah. Hey. wangu msiwezi kuacha hivi mi ndo msimakuambia mi ndo mwenye mji sasa, mnapata tabu nini? Ngoja tukio hili lichukuliwe yeah, <laughs> shika hapa <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>